Wakielezea mkasa huo, walimu wa shule hiyo wanasema, tukifika tu shuleni ile asubuhi, watoto wanaanza kupigana, mara wanashika mawe wanatupiana, mara wanapigana, hata akishika fimbo anaweza kawachapa wenzake, pia hata we mwalimu anaweza kakupiga kwa sababu anakuwa kama vile amechanganyikiwa. Mwaka huu kuanzia Januari, tatizo hili ndio likawa limepamba moto, sasa ikawa ni idadi kubwa ya watoto wanaanguka lakini pia wakianguka hawatulii kama mara ya kwanza. Kwanza wana, meanguka, kwa ya kwanza kwanza wanaanza kupiga wenzao, pili wanaanza kukimbia. Yaani mtoto ameanguka anaanza kukimbia, kwa hiyo tunaanza kufanya kazi ya kwanza kukimbizana naye. Hali hiyo ikaulazimu uongozi wa wilaya ya Mbozi pamoja na wazee maarufu kufika shuleni hapa kisha kuzungumza na wazazi juu ya hali hiyo, watueleza Hawa watu hawatoki mbali, ni miongoni mwenu nyinyi wenye wapo, na kama watabainika, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi hatuna mamlaka ya kukamata, ila tutakukabidhi. Hebu mwone huruma kwa watoto wetu hawa, waacheni wasome. Hawa watoto tunategemea, tunapata watu wengi wa, wa maana hapa. Mawaziri wapo kwenye shule hii hapa, maraisi wapo kwenye shule hii hapa. Tusikatishe ndoto za watoto wetu Tuwape, watuto, tuwape watoto nafasi wasome watuletee maisha baadaye hapa. Baada ya nasaha hizo mkuu wa wilaya ya Mbozi Bwana Hamadi Mbega, kando na mambo mengine akawataka wananchi wao kupiga kura za siri ambapo katika kura hizo baadhi ya viongozi wa kimila wakatajwa kwenye kura hizo. Sasa maelekezo Nitaondoka na chifu wenu wa hapa, Chifu Mgaya, nitaondoka naye hapa lakini viongozi wa kijiji hichi, mwenyekiti wa kijiji, yuko wapi? Nipo hapa. Mtendaji na mke wa chifu muntafutie, mniletee kula, mke wake atafutwe, eh? kwa hiyo yu, kama yuko popote atakapo kuwepo hata kama yuko nje ya wilaya hii atakamatwa.